Ujambo mpenzi mtazamaji, asante sana kujumuika nasi kwenye awamu ya bunge la wenyeji. Leo hii tutazungumzia masuala ya siasa na masuala ambayo tumekuwa tukiangazia kwa muda, ila tutazungumzia swala la utalii, ambapo tunajumuika na moja kati ya wale ambao wanafanya shughuli hizi, wapate kutueleza taswira halisi hapa nchini Kenya, iwapo sekta hii ya utalii inawapa nafasi wengi hapa nchini Kenya kujiendeleza, na vilevile pia tukiangalia hali ya utalii nchini Kenya ipo namna gani. Mpenzi mtazamaji, unajumuika nasi kwa mara kwanza hii ni bunge la wenyeji kwenye runinga ya Lookup. Jina langu ni Moses okay. tafadhali jitambulishe. Uh, kwa majina naitwa John Mwangi Nyambura kabisa. yeah, yeah, yeah tua, tua operator. <laughs> yeah, from Mamina Tours and Travels, Kenya. <laughs> Nyinyi, yeah. Kama Amina mnashughulika na masuala kama gani? Tunashughulika uh, na kupeleka watu sehemu mbalimbali mm -hmm. kama game reserves, kama road trips, uh -huh. na places za kujifurahisha pia mm -hmm. na kujitumbuiza. Road trip imetrend sana kwa sababu <laughs> <Because laughs> ya festivals imetrend sana kabisa mm -hmm. yeah. ina kumotivate namna gani? Of course, ukim Uh, ukum, uh, kitu ya kwanza uh, ukifanya road trip mm, unajua unalingana unaifanya na marafiki, ama ni unataka kupeleka watu mm, ili ufaidike pia mm, sababu huwezi pelekana tu hivi mm. Hivi yeah, so inalingana mko kirafiki mm, ama una, unapeleka kama biashara mm. Kwangu mimi naifanya kama biashara e, ni biashara kwangu na yananisaidia mm, pia inani boost pia mm. E, na bado tunazidi hawa ha, ni watalii Ah, watalii. Okay, ukisema watalii <laughs> unajua inalingana kuna mm. wenyeji huku Kenya, kuna wenyeji mm. na watu wengi wale watu wengi wanapenda kwenda places mbali mbali. mm. Sawa eh, kuna wale watalii wenye watatoka pande kama za Europa, huko mm -hmm. wanakuja kutembea kuona wanyama mm -hmm. Lakini Mkenya huwezi mpata anataka kwenda kuona wanyama ni mm -hmm. rare in rare cases mm -hmm. but most of the okay, let me talk about my mm -hmm. my real team mm -hmm. real team napata ni watu kama Gen Z mm -hmm. Gen Z wengi wao ndio unapata wanaenda vitu kama road trip mm -hmm. vacations to Mombasa and all that mm -hmm. na Well, it's all for the good, yeah? Lazima pia ufurahishe roho au ufurahishe moyo kweli, kweli. mm -hmm. yeah. Na wengi ambao wanakuja wana, wana kuweza kusafiri ama kupata huduma wengi wao si wa Kenya, sivyo? Inamaanisha kwamba hali ya utalii hapa nchini Kenya huenda ikawa ika, ika na tatizo. Uh, kusema kweli, unajua, tuseme kitu kama game parks mm. unajua hizo ni vitu tume grow tukiziona kisa. Sisi wenyewe si wenyeji <laughs> kweli, kweli. So watu naaja nazo sana mm. So unapata wale watu wengi wanaenda kuziona, unapata ni watu wametoka ngambo, eh, si wale ngambo. Yeah? sisi tuna ngambo, eh, sisi basi tuna ngambo. Sasa tukienda ngambo tutaenda kuona nini? Snow <laughs> <laughs> tutaenda kuona snow kweli kweli, eh, mm. ya yeah, so wengi wao wanatoka huko uh, nani, wazungu mm. wa China mm. wa Faransa au ndio wako interested na mm. vitu kama kama game park because of wanyama mm -hmm. Eh, kama lion cheetahs yeah, kabisa, people like those. na kabla hatujajongea zaidi na zaidi kuhusiana na masuala makuu ya ya, ya utalii mm -hmm. wewe wewe kama uh, ulianza namna gani, ulif, ulifikaji ukaanza kusema kwamba mi nataka kutimiza uh, miadi yangu kwenye sekta ya utalii mm -hmm. na ilikuwa ni passion ambayo ulikuwa medisaf sana mm -hmm. Ah uh, nilianza way back in 2019 mm -hmm. but officially nilianza 2020 mm -hmm. ya wakati wa pandemic. Ah uh, so nilianza na marafiki tu. Nilianza ile ya kirafiki rafiki. Ile eh, ya kujinaise. Eh mm -hmm. Ile ya kujinaise but personally mimi ni mtu napenda kutembea. Mm -hmm. Napenda sana kutembea. Kweli. Eh, so nilianza back in 2020 ya mm -hmm. wakati nilikuwa nafanya bado usanii kidogo mm -hmm. ingawa nilinyamazisha <laughs> kwanza ajo. Mm -hmm. Eh, wazumsikia mimi ah. <laughs> Ni Nyambura. Mimi ni Mwangi Nyambura. Biashara lazima uingie ndani pia yeah, so for the for the greater good mm -hmm. Uh, so niliingia back in 2020 mm -hmm. na nikaanza, nilianza na, nikikumbuka trip ya kwanza ilikuwa ya hapa Ngong Hills. mm -hmm. ya yeah, nilianza Ngong Hills na nikuwa bado na marafiki wenzangu wenye tuko tuna push nao mm -hmm. na at that point watu wengi walikuwa 2020, watu wengi walikuwa indoors. mm -hmm. So unapata watu walikuwa na ile kuboeka sana. uh -huh. Nini wanataka pali hata ya kwenda kutembea kwele. So kumetengeneza event kama hiyo mm -hmm. watu wanajitokeza kwa sababu wamechoka kufungiwa kwa nyumba. mm -hmm. Eh, so nilichukulia that advantage yeah, advantage ya kweza ku make sure that uh, ndoto yako inakam to reality, so we yeah, sure. So far umeencounter nini kwa, kwenye sekta ya utalii? Uh, unaona kama kuna growth Uh, growth ina depend pia na how determined you are. Mm -hmm. Hey, as long as unajituma mm -hmm. Lazima utapata feedback. So sector iko fiti, lakini mm -hmm. Saizi kidogo imekuwa ime ime noma kidogo, sababu unajua <laughs> sasa saizi tu operators wamekuwa wengi. Kale. Ni wengi mm -hmm. Mimi na sababu tu operators kwa upande wa unajua, kuna zile zinaita kuna tour operators za aina mbili. mm -hmm. Kuna hao hizi gari hizi zima music kubwa nganya wana hizi tanganya yeah, yeah. E, kuna hao wanganya mm -hmm. na kuna hao wenye ni polite uh, polite mm acha tu niseme -hmm. yeah, polite tourism mm -hmm. yeah, so ukishikanisha mm hao -hmm. wote wawili unapata competition inakuwa stiff mm -hmm. ya yeah, tunangangana sana lakini, kauna watu wako unaweka watu wako vizuri unawapatia service yenye inaku, inakubalika mm -hmm wao wenyewe pia wanafurahia kurudi tena. I think uh, ndiposa ndi, ndi, ndi tauliza swali la wewe, unaona sekta ya utalii hapa nchini Kenya hmm. ipo namna gani, hata takapoyaangazia kwa undani uh, unahisi kwamba uh, serikali kwa jumla kupitia uh, ministry hiyo imetenga nafasi kubwa sana sana ya kuweza kushughulikia masala ya utalii. Wewe ukiulizwa sasa hivi, sekta ya utalii ipo namna gani? uh, naweza sema inadidimia. hmm. Hmm. inadidimia kwa sahihi hmm. Eh, si kama before mm. hapo eh, mbeleni hapo mwanzoni, nikianza niliacha, nilipata ikiwa bado iko juu, ilikuwa imeshika mm -hmm. eh, so kwa saizi inadhofika mm -hmm. cho yeah. cha msingi ni nini ambacho kinafanya inadhofike sana? cha msingi inachofanya mm -hmm. idhofike ni unapata, okay kama vile nilikuwa nimekueleza mm -hmm. tu, operators wamekuwa wengi mm -hmm. so competition inakuwa mm. juu mm -hmm. yeah, inakuwa juu mm -hmm. na

Wale watu ulianza nao sio wao, bado utaendelea nao Ubata, utapata watu wengine mm, lakini cha muhimu ni kuendelea na kuendelea, kwa sababu unapata leo, ukipatia huyu mtu service nzuri, atakurifa kwa mtu mwingine. So your nini, your surrounding bado ina change yeah, but ikifika ni business wise unaweza pata bado. Mtu kama mimi niko na watu wangu, lakini wakiona mtu mwingine akona trip yake kwenda place nyingine nyamisi, mm, na wao wanataka kwenda huko, wanaenda tu huko bado, mm hivyo kweli. Kwa hivyo competition iko juu mm, na si kama kitambo. Kitambo tulikuwa wachache, kazi ilikuwa no, lakini kwa msena. Saizi kwa saizi bado tunang'ang'ana, si ati imeanguka mm -hmm. vile De. lakini bado so, na, na, na imagine which is also challenging factor mm -hmm. about record na tunaiongelea pia kuhusiana na challenges gani imepitia, na pia species ambazo kila despite this competition msinazajinufaisha mm -hmm. na pia ku understand That wale vigogo ambao wanashughulikia masuala ya, ya utalii wanaweza kusaidiaje kudistribute quality uh, as far as your competition is concerned, but in the meantime, hu ume travel so far places ngapi? Wewe wewe travel sana nime travel difference yenye nimeona kwa penye nimetembea, mm -hmm. ni obvious the mandhari, mm -hmm. ya mandhari tafauti. mandhari ndio tofauti mm -hmm. na hiyo ndio kitu roho inahitaji, na okay. ndio hata sisi wenyewe wenye tunaenda pia mm -hmm. ama tunapelekana mm -hmm. tunataka wengine pia wa wafilio okay, mandhari pia, kwa sababu una unafurahisha roho mm -hmm. E, si kila wakati unafanya tu kazi, umechoka unaenda unalala, hata ujui kufurahisha roho. Lazima uambie roho asanti pia mm -hmm. E, na mwili pia. Do you think hapa Kenya sasa tuko na ile nafasi ya kuweza ku attract tourist? uh, yeah, we do have. Mm -hmm. We do have. We do have a lot. Eh, because tuna... kuna time ulikuwa unasema that maze, tumeweza kuenda chini sana that mm -hmm. the tourists will find essence. Um, Let me start with uh, tukona places za kupeleka, mm -hmm. watu mm -hmm. places ziko nyingi eh, lakini unaona this local tourism it's not that uh, ailipi sana compared na uh -huh. wale wa inje. Watu wa nje wanakuja, mm -hmm. wale wanakuja au ni wanaita kwa Kiswahili mafuta <laughs> uh <-huh. laughs> au ni mafuta uh -huh. lakini local au mm wenyewe -hmm. oh, wako interested na zile vitu nini reja reja kama kwenda okay. kwa game park. Mm -hmm. Eh, so najituma sana kwa pande ya road trips. Mm -hmm. sana sana mm -hmm. juu hiyo ndio kitu wanapenda wanataka ile kitu wanaenda wanarudi mm -hmm. eh. kweli in the month of february uh, kenya hits a record of 2.4 international tourist and of course uh, the kenya's tourism sector which is experiencing a remarkable growth um, welcoming a new record of 2.4 million international arrivals in 2024 marking a 15% increase from the previous year So even even as we, we delve on the statistics now mm -hmm. Do you think watalii wengi kutoka sehemu mbalimbali hapa nchini Kenya mm -hmm. Uh, sorry, kutoka sehemu mbalimbali za nje na ambao wangependa sana kuweza kufika Kenya wataweza kupata hiyo mandhari ambayo unahitaji una kuipata wataipata, mm -hmm. kuipata wataipata. Eh, what you expect is what you get. Mm -hmm. And uh, obvious, uwezi book, ama uwezi enda mahali, mm -hmm. unajua kuna kitu. Lazima kuna kitu unang unangojea pale. Mm -hmm. Yeah, so what they want, they will get ush yeah. You sure? Hundred kabisa yeah. Na kwa hivyo kuna wale ambao wanakutazama uh, kama mimi, unajua pia mimi ni, ni mtalii <laughs> na ningependa sana kuweza ku, ku, kuona hizo mandhari mm. Na ninatamani kwamba kuweza kuona baadhi ya sehemu fulani ambazo ningependa kuzi, kuziona mm. Wewe unaweza niashua namna gani, uh, sehemu ambazo ninaweza kutembelea uh, wewe kama Mkenya <laughs> wewe kama Mkenya uh, most of the Kenyans hapa wangetaka kwenda places kama Samburu, wangetaka mm -hmm. kwenda Mombasa, wangependa mm -hmm. kwenda outside the country mm -hmm. kama Tanzania mm -hmm. eh, Tanzania tu ni hapa tu eh, wapi pengine? mm -hmm. uh, unaweza tamani kuenda pali kama Sagana mm -hmm. unajua pia inalingana, every different location iko na mm -hmm. different activities ya yeah. iko na different activities mm -hmm. like Sagana utapata vitu kama kayaking hizo. Okay. ni vitu jazoea no. bangi jump no. ile unarushwa kutoka huko kwa crane juu mm -hmm. umefungiwa na kamba hizo. Okay. ni vitu utapata mm -hmm. bado Naivasha mm -hmm. na bado ukiwa Naivasha utapata mm -hmm. vitu zenye unaona Naivasha si zenye utapata Sagana. Yeah. so kila place is like customers, lazima waangalie is this trip worth it eh, pesa pia nimelipa, is it worth it kuenda hiyo sehemu na places kama ah, Namanga, Namanga imeendwa mara nyingi sana, watu wanapenda Namanga, sielewi mbona, uh, uh, lakini wanaipenda unaweza pata ah, mtu inaiya ameenda karibu mara kumi uh -huh, anapenda tu kuenda hiyo safari. Namanga. Namanga unaweza enda na mpoa wako. Hiyo inakuwa tricky sana lakini hey, mimi ni tu operator. Ukileta mrembo wako tunasonga. Kabisa. Tunasonga tu. Ah, kwenye bunge la wenyeji siku ya leo ningependa pia kuweza ku, kujua um, iwapo jamaa amejitayarisha jinsi awezavyo angalau kuweza kupiga hatua mm. Um, anaweza saidika namna gani, angalau kuweza kugundua sana za Google Maps zinafanya kazi mm -hmm. so im iko impressive sana online mm. But sasa kwa ground vitu ni different, so unaweza msaidia, unaweza msaidia namna gani ku distinguish between, mimi nataka kwenda hii place because niliona online mm. na, na, na pia nikifika kwa ground najua wasekaji nyinyi wataweza kunisaidia vipindi kama anataka kwenda sehemu kama hizo mm. Lazima pia uconsider the rates, na pia mfuko yako, unajua, you can't eat what is bigger than your hand or your stomach. So so pia watu wanaenda na budget, so lazima uko umejipanga. Eh, siku unaamka tu na siku moja unasema ninataka kwenda, lazima uko umejipanga um, Kenya is on track to welcome 3 million visitors by 2025 potentially ra ra ra ranking 560 billion in tourism earnings according to the CS of course CS wa tourism anasema kwamba uh, there, is, there is an approach a greater approach towards tourism mm -hmm. And of course in the near future tutakuwa na massive growth do you think it, itawezekana it yeah it can it can, mm -hmm. it can. Uh, compared with uh, you know uh, with most of us mm -hmm. uh, we just don't rely on customers that we know mm -hmm. we also do boosting natumia bado pesa zetu za poch tunaboost uh, unapata una mm -hmm. booster ya uh, pande Instagram pandea mm -hmm. una boost bado Facebook mm -hmm. na in such a manner mm -hmm. inakuletea bado wateja wengi mm -hmm. uh, provided that bado kuna website mm -hmm. because the people will want a, a surety

work in hand kuweza kusaidia wase wengi kupata spaces za, za employment. do you think wale ambao wamesomea wame wengine ni, ni na wana ujuzi wanaweza wana pia kujitosa kwenye utalii? Uh, cha muhimu ni ujuzi. mm -hmm. na bado okay, unaweza jirusha pale. mm -hmm. unaweza jirusha pale na You don't need to be faint, okay, kuna that faint-hearted. mm -hmm. Yeah. Kuna wakati inajipa, kuna wakati inaenda chini. Unafaa ujue, ujue nice. So kuenda na trends. mm -hmm. And you need to observe ni nini watu wengi wanataka. Because ukitengeneza trip mm -hmm. Oh, unasema unataka kuleta watu Nairobi waende wakaone gorofa uh -huh. tenda kuziona peke yako. So the more una create awareness of something new with something yenye jazoea. Hivi majuzi pia, Yeah. pia tumeshuhudia uhasama uh, baina ya wale ambao wana, wanasomea uh, sekta kama hizi lakini hatimaye hawapati uh, nafasi za kuweza ku, kupata ajira ama kupata kazi ama nafasi hizi. Hii ni changamoto ambayo imeibua ime, ime, ime pia uh, kupata ajira mm -hmm. Kupata ajira pia siwezi promise, siwezi promise juu ni wa student wengi wanamaliza shule na unapata tu wamejitafutia kazi zao za kikando mm huko -hmm. nje so ina depend ina dependa na sijui. mm -hmm. Sipendi kutumia jina luck, there's nothing like luck. mm hapa -hmm. ni wewe na bidii yako, eh, penye itakupatia tu. mm -hmm. eh, so ajira ikifika, ni ajira. mm -hmm. wale watapata space, watapata wale wanywata pata, utafutiki wengine, na siku hiyo ikifika, watapata pia. mm -hmm. Eh, kwa muda tu ah niku, oh, muda ndio itaita eh, muda muda muda na guarantee na kudzituma, unazoa unatafuta. mm hapo -hmm. kitafuta kule pia mm -hmm. na kwingine, with the stiff competition, na sana sema pia tourism mailipi sana, tourism inalipa. mm -hmm. Kama umejipanga pia wewe kama tour operator mm -hmm. okay. Okay. ina inalipa in this, in this way okay. Kitu ya kwanza mm -hmm. you have a good service mm -hmm. Kitu ya pili mm -hmm. which is a uh, very mandatory mm -hmm. unapeleka watu na aina gani za gari? okay. na unafaa ujue wewe uh, una, mwenyewe unataka kupeleka watu na gari gani? mm -hmm. Nikisema napeleka watu na gari kama hizi za Costa, Mercedes mm -hmm those are very much recommended juu watu wengi wapendi ile kelele mingi. mm -hmm. ya sijui inganya nini nini. mm -hmm. and all the activities mmekuwa mkijionea the previous times mm -hmm. vile hizo gari huko wa very tragic. but uh, kama unataka tourism ikulipe, mm -hmm. lazima huku umejipanga, mm -hmm. lazima ukuwe na pricing pia yako, mm -hmm. lazima uhesabu pia pesa yako pale. okay. eh, ukiwa so, okay, umejipanga vizuri yeah. Utapata kichamaana na kujipanga. Kuna maybe msiana watu sasa, anasema anataka kuinvest kwa tourism agency, tourism company kitu kama hizo. okay investing in tourism agency hiyo mm. nayo ni rare sana. <laughs> da, hiyo nataka mababi, hiyo ni rare. That is very much rare. Sijai sijaisikia kitu kama hiyo lakini ni ngumu ni ngumu ni ngumu Apart from I Maminah mean, Tours and Travels, mm. -hmm. it's Bonfire Adventures. Bonfire and Whiskey. Yeah, Bonfire Adventures. You know, the more the clout, okay, the more kuna watu wengi, mm. -hmm. the more pia una benefit, right. as yeah. I said earlier. Mm -hmm. yeah, uh, so the more people you get, the more you benefit. Indeed. Yeah, but you need to be legit to get money mm -hmm. or to get uh, you know they say mm -hmm. uh, you don't go out looking for money you mm -hmm. go you go out looking for problem and solve them to mm -hmm. To get a money as a reward amazing yeah nice one si yeah. usani <laughs> <laughs> uh, that's obvious mm -hmm. thing usiende usi na mentality natafuta mm -hmm. pesa, enda na mentality ya kusolve issues because mm -hmm. a issue ndo inafanya watu mm -hmm. ukisolve issue ya watu ndo unapata Kweli. napata dough but if you don't solve then you get nothing mm -hmm. yeah. Do you think gava ina hold space gani kuhakikisha kwamba tourism iko top notch. Kupandewa kwa upande wako wewe kama ambaye amebobea na amefanya kazi hii kwa muda sasa, una, una, una feel gava iko na position gani ku make sure that tourism of course ita kuwa, ita sell out till, till till time? mm, right now I can't be so so sure sure I can't be so sure about it. Uh, I'm not sure about that sana. mm -hmm. Yeah, but uh, the more they engage uh, mm -hmm. the more they engage us na and favor us mm -hmm. the more it will get better. Indeed. Uh, because saizi at the mm -hmm. current state mm -hmm. of the economy. Kila mtu, kila mkenya anajua what is happening. Indeed. and the government that is in mm -hmm. mambo bado imekuwa mm -hmm. tricky Yeah. Alright. So is the trouble gani kwa kwa kwa gava ku, kuambia mimi nimeona kuna changamoto kama hii mm -hmm. na nyinyi kwa usaidizi wenu mnaweza fanya jambo kama hili. Uh, to be honest about that mm -hmm. the only way government that to assist on that mm -hmm. uh, it's by decreasing the rates. Decreasing the rates of uh, places like uh, uh, game reserves. Mm -hmm. Sizes ziko very expensive. Uh, licensing bado is very expensive mm -hmm na bado inapanda uh, mm -hmm. I hope by next uh, next month but one we mm -hmm. will be having an, a different thing than mm -hmm. what we have now mm -hmm. yeah, because we all look up to greater things. Sawa. Uh, pia kuna, kuna kuna, lile swali ambalo nilikuwa nimekuuliza hapo awali kuhusiana na uh, kusomea uh, masuala ya, ya ya utalii mm. Na bila shaka kuna wengi ambao wangetamani sana kuweza kusomea mm. na kuingia kwenye sekta hizi na kupata umaarufu zaidi mm. Uh, kuna wale pia ambao wangependa vile nilivyokuuliza kwamba anataka kufungua kampuni mm. ya, ya, ya utalii mm. Uh, kuna masala kama gani anaweza anaweza, mali yote umekaa, of course with, with the ideas you have mm. Anaweza fanya namna gani? si bado kuna ile aspect ya kwanza chini polepole pole, watu waibobe na na with the state of social media mm. tuendelee -hmm. ku, ku, ku, ku channel si ndio? but, but but pia kuna usi ya yes, simiano of course uh, najaribu as much as possible to make sure that that that utalii inasonga mbele vizuri mm -hmm. si ndio mm -hmm. Upande wako kwa mtazamo wako unahisi kwamba miano anaweza fanya mambo kama gani kuhakikisha kwamba serikali ya juu serikali ya ya, ya ya, kati mm. Yes. zisaidie kwa karibu sana, mm -hmm. Almuradi utalii ipate kusonga mbele mi nasema, nimekuambia hapo back then mm -hmm. the economy of the nini of the, ndo inafanya mambo ina mm -hmm. kuwa ngumu, mm -hmm. kwa sababu tuseme mimi niko na gari yangu mm -hmm. mi personally mafuta imepandishwa bei. Of course. wewe, mm -hmm. kama mtalii unataka, mm -hmm. ni kubebea watu, mm -hmm. lazima pia ataminda kupandisha bei. mm -hmm. Haya, tumeongeza tax bado, itabidi hata wewe ume pull up Good. Haya, ikifika ni place kama Amboseli bado, Re -re -re charges zimepanda, saizi kuna hadi KRA taxing, I think so it's KRA taxing, lazima uongeze kitu juu na wanakata tu. bado mm hapo -hmm. Okay. hapo so kwa mtu mwenye anataka kuanzisha, mm -hmm. naweza mwelezea it's never too late. mm -hmm. It's never too right. late. It depends with the vision. If you have a vision, mm -hmm. it'll come to reality. Or let me just say if you have a dream, mm -hmm. it'll come to reality because mm -hmm. mimi ndo nianze tourism <laughs> ilikuwa a bit tricky for me m mm -hmm. Yeah, na ni kitu nilikuwa nimeanzia nao kutoka primary. mm -hmm. Watu wengine wanapelekwa trip huko hapo tu wati wazazi hawana pesa ya kukulipia, una feel kikitu mm hivyo -hmm. Lakini mm -hmm. this was the time that God was planning for mm -hmm. me yeah, all right so I think I think we are story uh, uh, the the the bigger challenges of course, now embracing ile connection na kurelate na watalii ndipo saa pia your organization pate more power mm. Uh, you'll get to, us to understand it, your context na nahapenaje kuimpress to ashafika na maybe ako stranded anataka anapiga hesabu za za ku get a tour, a tour, something you know, so itakuwa itakuwa rahisi aje? Mm-hmm. Um, as na connect aje na interact aje, ndipo ndiposa waweze ku get, get the same, same space but but also um, in the same same light ulisema wewe ni msanii

si wakati wote mi naenda trip pia yeah. Oh, okay, okay. Niko na kolegu wangu yeye saa zingine huwapeleka mm -hmm. Eh, right. Wakati mwingine unapata trips nyingi, tunafanya weekends Saturday and Sunday, because that is when watu wengi wako mm -hmm. available. Yeah, so mimi kuonekana pia si rahisi vile, lakini mm -hmm. bado naenda so, so yep, tunakaribia kuchukua mapumziko mafupi ili tuweze kuja kwa awamu ya pili. mm. lakini wewe sasa kwa mtazamo wako mm. uh, watalii wanapenda nini sana yeah, yeah, yeah, okay, ukinitajia watalii kuwa mm. specific wa Kenya ama wa nje? Asi wa nje kwa... <laughs> <laughs> Kenya zinajua tu shida. okay, ukinitajia watalii wa kutoka nje ngambo wanapenda Okay, inalingana, as I said, bado inalingana Kenya wamekujia. mm -hmm. Kuna watalii saizi wanapenda sana the Kenyan culture mm -hmm. of the Ah nice, Nganya nice. Kuna watalii hapa juzi wamebukiwa gari. mm -hmm sitahitaja jina lakini, uh -huh. gari bonge la gari uh -huh. walifurahia kubebwa na hiyo gari kwa sababu uh -huh. walipenda the Kenya culture uh -huh. Ya, ya Nganya they call it ma, sijui manyanga ama ni nganya zinapiga kelele yeah, hizo zinapiga kelele, so walikuwa wanajitumbuiza tu, nawezas ni kufurahisha ro so nisaidia na yaswali yako tena yeah. Nimesahau kidogo sasa. Watalii wanapenda nini? Oh, wanapenda nini, watalii wanapenda, watalii wanapenda kupokewa vizuri nice. no disappointments Okay. kama uliko mwapangia mahali ya kulala let it be in time Mm. na they, when they get a good service, okay. they'll be back to you again Mm-hmm. yeah. Ovaendo over, so, over again warlike because warlike, eh yeah, sababu sidhani wanaweza kuja wanataka kuvisit visit every place in Kenya. Um, eh, lazima wakuje waende sehemu fulani kama ni sehemu mbili ama tatu. Um, next time wakikuja wanataka kwenda a bit far. Na no, ukiwapatia service mzuri watakupatia bado wewe hiyo kazi. Mm -hmm. Eh, lakini ukiwaangusha watatafuta kumwingine mwingine. Mm -hmm. Hey, eh, operators zisema ni wengi. Hai. Right. Yeah. Kabisa, nilipotalii sehemu za Marekani of course nilipata the same same ambiance ta ku -re receive vizuri na hivyo ndo ndo ina even as uh, we get the understanding of, of of tourism as well as the country is concerned so come for the next session to to talk you tutakuja kuunderstand yeye kama a person of course challenge zenye in wamepitia kwa hiyo industry asa kuhunt for this clients na make sure that they are kampani ina sell out so what is your context or what is your comment on uh, the tourism right here in the country. Tukiendelea na mazungumzo haya, wewe unahisi kwamba watalii wana nafasi bora hapa nchini Kenya? Kwa hivyo hii ni Bunge la Wenyeji, usiende mbali.